Baba yangu na Mungu wangu ketie mbinguni mahali pa juu palipoinuka, ninakushukuru Mungu wangu kwa wema wako na fadhili zako ulizozitenda maishani mwangu. Asante Bwana kwa kunipa siku nzuri iliyojaa neema na kibali kingi. Ninakushukuru Bwana kwa kuniamsha nikiwa mzima wa afya. Bwana asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa huruma zako. Baba, ninakushukuru. Yesu, ninakutukuza, ninakuinua. Wewe ni mwema Bwana, hakuna kama wewe. Asante kwa kuwa upande wangu Bwana, asante kwa kunipigania. Umenitunza mimi pamoja na familia yangu, e Bwana asante Bwana, asante Yesu, tunajua ni kwa huruma zako Bwana na neema zako zilizokuwa pande yetu. E Bwana, asante Mfalme, asante Bwana, asante Jehova, asante Kristo. Umetulinda Bwana, umetutunza katika amani yako, tumelala salama na katika amani yako Bwana tumeamka salama. Pokea sifa na heshima Bwana, uweza na nguvu vina wewe Mungu wetu na baba yetu. Asante Bwana kwa kuepusha taarifa mbaya katika familia yangu. Asante Bwana kwa kuepusha mikosi, laana na namna yote ya uharibifu kwenye maisha yangu, Baba. Ninakushukuru Yesu, ninasema asante. Umekuwa mwema kwetu Bwana, umekuwa mwema kwangu Yesu. Ninakutukuza Bwana, ninakuinua Mfalme Jehova. Asante Yesu, asante, asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako, asante kwa

Wewe ni Mungu mkuu, Bwana wewe ni Mungu mwaminifu, matendo yako yanatisha, hakuna aliye kama wewe Bwana. Asante kwa asubuhi nzuri, asante kwa asubuhi njema, asante kwa neema hii Bwana, asante kwa kibali chako, asante kwa baraka nyingi, asante Bwana kwa kuwatunza ndugu jamaa na marafiki. Asante Bwana kwa kuepusha taarifa mbaya katika familia yangu, asante Bwana kwa kuepusha taarifa mbaya katika kazi za mikono yangu Bwana, ninakushukuru Yesu, ninasema asante. Asante kwa siku nzuri, asante kwa siku njema. Asante Bwana, wema wako ni mkuu sana juu ya maisha yangu, fadhili zako ni nyingi sana juu yangu. Bwana ninasema asante, Yesu ninasema asante. Asante Bwana kwa kunipigania Asante Yesu kwa kunitunza, asante Bwana kwa kunihifadhi. Ninakutukuza Bwana, ninakuinua Yesu, peke yako unastahili, wewe uliyeziumba mbingu na nchi, wewe uliye mwaminifu, wewe uliye kimbilio langu. Asante Bwana kwa ajili ya watu wote uliowatoa kwa ajili yangu. Ninakushukuru Bwana kwa malaika zako Bwana, wanaonilinda na kunitunza asubuhi, usiku na mchana. Yesu ninakushukuru Bwana. Anasema asante, asante kwa sadaka ya damu yako takatifu inayonifunika na kunilinda dhidi ya kila maharibifu. Asante Bwana hata kwa Roho yako Mtakatifu anayeniongoza na kunisaidia katika madhaifu yangu. Bwana ninakushukuru, Yesu ninasema asante, asante Baba yangu, asante Mungu wangu. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwaminifu Yesu, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana ninakut ukuza ninakuinua ninakubariki Bwana. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa baraka zako, asante kwa neema yako, asante kwa fadhili zako, asante kwa upendeleo, asante kwa kibali, asante Bwana kwa damu yako takatifu iliyomwagika pale msalabani ili mimi niokolewe. Asante Bwana. Asante Yesu, asante Mfalme, asante Kristo, asante Baba. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Bwana. Asubuhi ya leo ni ukili wangu Bwana, ya kwamba hakuna kama wewe, ya kwamba wewe ni mwaminifu, matendo yako ni makuu. Wewe uliye mwema, wewe uliye nitunza, wewe uliye nilinda, wewe uliye nihifadhi, ninakushukuru Bwana, ninakutukuza Yesu, ninaku inua mfalme, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Yesu. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni kila kitu kwangu. Ninakushukuru Bwana, pokea sifa na heshima, pokea sifa na uweza, mamlaka ina wewe, Mungu wangu. Ninakushukuru Bwana, ninasema asante, asante Baba, asante Baba wa mbinguni Mungu mwenye enzi na utukufu, ninakuja mbele zako Bwana nikiwa na moyo wa shukrani. Asante kwa pumzi ya uhai, asante kwa kuniamsha salama, asante kwa kunipa nafasi nyingine ya kuishi na kuiona siku nzuri ya leo. Asante Bwana kwa familia yangu, asante kwa afya ulionipatia, asante kwa ulinzi wako Bwana unaoonekana na usioonekana. Ninakushukuru Bwana, kama si wewe Bwana ningekuwa wapi? umeni umenilinda umenibeba hata pale nilipokuwa dhaifu. Ninakushukuru kwa milango ulioifungua na hata ile ambayo haijafunguliwa. Asante Bwana kwa ajili ya kunilinda. Asante Bwana kwa chakula na vinywaji. Ninakushukuru Bwana kwa makazi. Asante kwa marazi, asante kwa mavazi. Baraka Bwana nyingi ulizonipatia ninakushukuru Bwana, asante Yesu. Jina lako limidiwe, matendo yako ni makuu. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwaminifu Yesu. Ninakushukuru Mungu wangu, ninasema asante baba yangu. Wewe ni Mungu mtakatifu, wewe ni Mungu mwema. Asante Bwana, asante Yesu, asante mfalme, asante Bwana. Ninakutukuza, ninakuinua, ninasema asante. Asante Bwana, asante Jehova, asante mfalme. Ninakuja mbele zako bwana kwa moyo wa unyenyekevu ninasogea chini ya kiti chako cha rehema. Ee Baba wa mbinguni, nakuja mbele zako Bwana kwa moyo wa shukrani na akili ya kwamba bila wewe mimi si chochote na bila neema yako siwezi kusimama Bwana. Ninaomba unisamehe Yesu, ninaomba unisamehe kwa mawazo yangu mabaya, kwa maneno niliyoyasema yasiyokupendeza, na kwa matendo yangu yaliyokukwaza. Nisamehe Bwana kwa dhambi nilizozifanya kwa kujua ama kwa kuto kujua. E hey, Mungu wa rehema, naomba unioshe kwa damu yako takatifu, nitakase Bwana. Ondoa udhalimu ndani yangu, ondoa uchafu wowote ndani yangu, mawazo mabaya ondoa uchafu wote moyoni mwangu, vunja kila nira ya dhambi ndani yangu, kwa damu yako takatifu na kwa jina la Yesu Kristo. Baba ni rehemu, Mungu wa mbinguni ni rehemu, mtakatifu ni rehemu, nioshe Bwana nisafishe kwa damu yako takatifu, makosa na dhambi nilizozitenda. E Bwana nioshe, e Yesu nioshe, nitakase Bwana nitakase, Yesu ninaomba rehema kwenye familia yangu, ninaomba rehema kwa watoto wangu, ninaomba rehema kwenye kazi za mikono yangu, ninaomba rehema kwa ndugu zangu, ninaomba rehema kwenye uzao wangu, ninaomba rehema kwenye biashara yangu. Yesu, ni rehemu, rehema zako zikawe juu yangu, nitangulie mbele yangu. Bwana, ni rehemu. Jehova, nitakase, Yesu kwa damu yako takatifu, kwa damu yako takatifu, nitakase Bwana, niongoze Yesu, nioshe Bwana. Siku yangu ya leo, ninaomba rehema zako zikatangulie mbele yangu. Siku yangu ya leo ikaongozwe na rehema zako Baba. Ninaomba rehema kwenye siku yangu Yesu, ninaomba rehema. Rehema zako zikanitetee na kuniongoza, rehema zako zikasimame badala yangu, katika jina la Yesu Kristo inasogea mbele zako Bwana, kwa moyo wa unyenyekevu ninakualika Bwana ukaongoze siku yangu ya leo. Ninaalika nguvu zako na uweza wako Bwana tamaraki siku yangu ikaongozwe na wewe. Nisimamishe Bwana katika neema yako nikauone mkono na nguvu zako. E hey, Baba niongoze, ongoza mawazo yangu, ongoza hatua zangu, ongoza Bwana maisha yangu, niongoze Bwana, siwe pasipo wewe. Ninatamka ushindi na neema kuu kwenye maisha yangu, ninajitamkia ushindi katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu yako takatifu. Siku yangu itakuwa ya baraka, siku yangu itakuwa ya ushindi, siku yangu itajawa neema nyingi kutoka kwako. Nitakubalika, nitasimama, nitakuwa mtu bora, nitakuwa kichwa na wala sio mkia, nitasimama mahali popote na nitajulikana kwa uweza wako. Nitasimama mahali popote na nitakuwa na kibali kisicho cha kawaida. Baba nisaidie, Yesu nisaidie, ninakabidhi kila kitu kwako, maisha yangu, hatua zangu, safari zangu, biashara yangu, watoto wangu, familia yangu ikatunzwa na kulindwa na wewe Bwana, ukahifadhi maisha yangu Yesu, ukanilinde, ukanitenge na kila namna yoyote ya uharibifu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba ni rehemu, Yesu ni rehemu. Nitakase Bwana, niongoze Bwana, kwenye siku yangu ili nikauone ukuu wako, nikamwone mu, nikamwone Roho Mtakatifu akiniongoza na kuniongoza na kuniwezesha katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako takatifu. Ee Roho Mtakatifu, niongoze nirepe, nirekebishe, unipe nguvu ya kushinda dhambi na uniimarishe katika neema ya Kimungu. Asante Bwana, asante Yesu, kwa uweza wako, kwa nguvu zako, kwa kuniongoza. Nitaamini ya kwamba nitasimama, nitaongozwa na wewe, nitakuwa kichwa na wala sio mkia. Baba, asante Yesu, asante. Nakabidhi kila kitu kwako. Wewe Bwana uongezeke, mimi nipungue. Wewe Bwana uongezeke, mimi nipungue, nikabarikiwe, nikabarikiwe niingiapo na nitokapo, nikauone ukuu wako na neema yako Baba. Asante Yesu, asante. Sifa na heshima nazirudisha kwako. Ninaomba ulinzi wako kwenye siku yangu ya leo Yesu, ninakabidhi maisha yangu, ninakabidhi familia yangu, ninakabidhi watoto wangu, wakatunzwe na kulindwa na wewe, wakahifadhiwe na wewe. Damu yako takatifu ikanihifadhi, niingiapo nanitokapo kwenye kazi yangu pale ofisini, kwenye biashara yangu, kwenye kila nitakachokifanya, kazi za mikono yangu, ninaomba ulinzi wako Bwana. Ninajifunika kwa sadaka ya damu ya Yesu Kristo iliyo pale msalabani, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu yako takatifu Baba. Asante Yesu, asante asante kwa ulinzi wako, asante kwa neema yako Baba, ninakushukuru. Asante kwa kunisikia, asante kwa kuniongoza, asante kwa kunisaidia. Pokea sifa na heshima Bwana, mamlaka yote ina wewe peke yako Bwana. Unastahili, hakuna kama wewe Bwana. Ninakupenda, ninakutukuza, ninakuinua. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni bwana wa mabwana. Asante kwa kusikia maombi yangu, asante kwa kunijibu Bwana, sawasawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen.